ni COP30 ukiendelea huko nchini Brazil, uh, na wakati ambapo dunia inakabiliwa na athari za mabadiliko ya tabia nchi kundi la uh, vijana kumi na wawili mkoani Morogoro wameamua kutumia fursa ya utunzaji wa mazingira kwa lengo la kukuza uchumi. Vijana hao ni wahitimu wa, wa chuo kikuu cha Sokoine cha kilimo Morogoro, SUA, ambao wameunganisha nguvu, taaluma na ubunifu ili kukomboa mazingira huku wakijiinua kiuchumi kwa kuanzisha vitalu vya miti ambayo huuza na mingine uh, kupanda katika maeneo mbalimbali ili kutunza mazingira. Mwanahabari wetu Tereza Mwanga amewatembelea vijana hao na hii ni taarifa yake. Hili ni eneo la vitalu vya miche ya mimea mbalimbali ambayo inamilikiwa na vijana hawa wanaounda taasisi ya My Birthday Tree. Wazo la kubadilisha changamoto za kimazingira kuwa fursa lilibuliwa na Festo Mwandenene, mwanzilishi na mkurugenzi wa taasisi hii baada ya kukosa fedha ya kuandaa hafla ya siku yake ya kuzaliwa. Tulichokifanya sana kwa umoja wetu kama vijana, tulikuwa tunakaa chini na tunaendelea kukaa chini kubuni mawazo ambayo yatakuwa yanatatua mazingira, lakini sio tu kutatua mazingira, yanatengeneza fursa ya kiuchumi. Hawakuunganishwa na umri bali, wamegeuza maarifa kwa hatua na hatua kuwa harakati. Sisi tumeamua kuweza kujiajiri, na kama tumeamua kujiajiri ni kwamba tunataka kuweza kuwasaidia vijana wenzetu waweze kupata fursa. Kwa hiyo, hiyo ni nguzo yetu kubwa. Kwa hiyo, hata kama ikitokea kuna changamoto ya kufarakana, tunaangalia kwamba malengo yetu ni kuweza kuwasaidia vijana wenzetu ambao kwa sasa tunasema kuna changamoto ya kazi. Kwa hiyo, hiyo inatupa ina, ina nguvu kuweza kuona ni kwa namna gani tuweze kuwa msaada kwa vijana wenzetu. Tunatunza mazingira kwa namna mbalimbali, ikiwemo mbali kuchukua baadhi ya vitu au kutumia baadhi ya vitu ambavyo like recycling kwa mfano, ambao vingeza kutupwa kwa kama takataka, lakini tunavichukua and then tunaviongezea thamani. So unaweza kuona kwamba namna gani naweza kupunguza au imeweza kupunguza baadhi ya uharibifu wa mazingira. Wanasema changamoto zipo, lakini si kikwazo cha kukwamisha kufikia malengo yao. Changamoto kuu ya kwanza ni swala zima la uchumi, tunatamani sana mambo mbalimbali mbali, lakini aa, katika swala la uchumi tunakwama. Hapa ni katika shamba darasa ambalo lina mazao mseto. Lengo kubwa la shamba hili ni kuwafundisha wakulima namna ya kufanya kilimo ambacho kinatumia eneo moja lakini mazao tofauti ambayo hayatumii mbolea za viwandani. Tumeamua ku, uh, kuanzisha shamba darasa hili ili kwa ajili ya wakulima wa maeneo ya Rugaya Lugala kwa ajili ya kujifunza jinsi gani ambao wanaweza wakachanganya mazao mbalimbali mbali katika shamba moja ili kuhakikishia mavuno, lakini pia kuhakikishia kipato, kwa sababu shamba hili kama unaona livyokuwa limegawanywa katika mistari mbalimbali kuanzia mbali. Mistari ya miti, mistari ya mbogamboga na mistari ya magugu ambayo inasaidia katika kutunza ekolojia ya shamba na kumhakikishia mkulima mavuno. Ya, ina mbalimbali. Jamii inajivunia uwepo wao. Jifunza kupanda vitu vingi vingi kwa mara moja. Napanda ndizi kwa mfano kuna miembe kuna, kuna limao, eh? Na sasa unaweza kavuna kimoja kimoja kikaendelea na ukavuna cha pili mambo yanakwenda. Hadi sasa vijana hawa kupitia taasisi ya My Birthday Tree wamefanikiwa kupanda miti takribani 1080 katika mkoa wa Morogoro. Teresia Mwanga, Azam News, Morogoro.